Si kama kinamama, kinamama wa kutoka Garsen tunashukuru, tunasema asante wageni wanaotutembelea, tunawangojea hamu na gamu, akiwa anaongozwa mkamo rais wetu Kithuri Kindiki pamoja na wageni wa kutoka eneo mbalimbali mbali, tukiwa pia kupitia kwa mheshimiwa wetu Ali Ashaka tunashukuru kutuambiwa ya kwamba kina mama wa watakumbukwa siku ya tarehe mbili inshaallah tunaomba tufike salama tukiwa na wageni wakiwa tunawa, tutawapokea na uso nzuri roho safi kwa hivyo tunasema karibuni hapa garseni ili tupokee na no, pia tunasema asanteni kutukumbuka wanawake wa Garseni kwa sababu warais wa nne waliopita hatujasikia women empowerment, lakini kupitia lakini kupitia kwa serikali ya Ruto tunasikia kuna women empowerment. Kwa hivyo tunashukuru wanawake wa Garseni, ho tumekumbuka vizuri sana kwa hivyo mimi nasema asanteni, tunawangojea kwa hivyo mjue, na tutarudi siku hiyo ba, wanawake wakiwa na furaha ikiwa pochi yao imejaa vizuri vizuri Kasabatu, kwa sababu mheshimiwa Kithuri Kindiki ndio anakuja kutuchangia, natuko na tuko na tunamwamini sana, hata atatuchangia over 30 million. Kwa hivyo mimi nasema asante na pia sisi kama wanawake wa Garseni, kila saa tunaathirika na mfuriko, tukitoka kwa mfuriko mara ukame. Kwa hivyo tunaomba msaada na mtulete mtuletee mengi na mengi kutoka kwenu. Kwa hivyo mi nasema asante na tunasema Ruto tano tena. Kina mama hai. Hai, kina mama hai, hai! Kina mama hai. Hai. Nauliza kama wamama wa Garsen mko tayari kuwapokea wageni? Hai! Muna furaha wageni wanapokuja? Muna furaha na mbunge wenu aliyashaka? Anapotembea na wageni wa kutoka Nairobi, kutoka Bura, Madogo, Gariseni, Hola, muko tayari kuwapokea? Kwa hiyo naamini ya kwamba wamama hawa hawa ni baadhi ya wamama tu. Lakini siku hiyo ya tarehe mbili tutajitoa hapa na, uto, na, u, na utoko wetu yani kutoka ki, yani kisisi kama wamama wa Gariseni, kama wamama wa Delta, ili tuwapokee wageni wetu na furaha. Na tunaamini ya kwamba wageni watatafura watafurahia na wataweza kutusaidia, maana ni mara yetu ya kwanza Gariseni, au sivyo, wamama kwa hivyo tunashukuru, tunashukuru na tunawaombea Mungu ya kwamba awalinde katika safari ili tuonane tarehe mbili, Mungu akipenda. Tunashukuru sisi wa mama wa Garsen kwa, kwa kuwa tumeonekana na sisi hapa kwetu Tana River, kwa sababu muda mrefu hatujaona mama atutambue lakini mara hii tunashukuru, tunasema ni asante tena, tunawakaribisha sana kwa sababu tuko na shida nyingi sana, wamama wa Tana River, hasa wamama wa Tana Delta, hatujaonekana kabisa. Lakini mara hii tunashukuru, tunawakaribisha wageni wetu, karibuni sana kwa misaada yenu ambao mtatuletea. Tuko na shida nyingi sana, shida zetu ni kuwa tuko chini kabisa. Hatuna mapato hatuna maendeleo. Sisi tuko na shida nyingi, tunaenda kulima, lakini tukilima maji yanakuja yanazoa kila kitu. Yakizoa tukitaka kulima tena, kuna kuja ukame. Ukame ukija unazoa kila kitu, hatuna cha kujisaidia. Soko hili tumejengewa, lakini ukiliangalia ni tupu kwa sababu wamama hawana mapato ya kukaa sokoni, ya kununua vitu na kujisaidia wenyewe. Kwa hivyo tunaona mara hii tumepata mama, tumepata wawakilishi ambao wametutambua, ambao tunaweza hata kufanya biashara. Kwa hivyo tunawakaribisha watuangalie, na zaidi ya hapo, watoto tumesomesha lakini hakuna ajira. Shida ya ajira ni kubwa sana huku kwetu, watoto wamekuwa walevi, watoto wamekuwa wanavuta, watoto walikuwa mambo mengi ambayo yanawasumbua kwa kukosa kazi lakini tunaomba serikali yetu pia kupitia kwa hawa wageni ambao watakuja, wachukue maoni yetu wayapeleke kule juu, ili watoto wetu waweze kuandikwa kazi. Sipitali hii tuko nayo, wamama ambao tunabeba mimba tunazaa, iko shida nyingi pale. Kwa hivyo tunaomba tafadhali, serikali wa itufanyie mambo, hasa si wamama ambao wanazaa, kuko shida nyingi, kuna vyombo vingi pale, hakuna waje waangalie watumulike, ili na sisi pia tuwe na sauti, ili na sisi pia tuwe, tuweze kuinuka, shida ile ndogo ndogo ituondokee. Kwa hivyo tunaomba hayo, kama sisi wamama wa, wa Gariseni muweze kutusaidia, na tunawashukuru sana kwa sababu mmetutambua na mmeona shida zetu. Kwa hivyo mmeona muje, mje mtuone. Kwa hivyo karibuni sana, tunawakaribisha sana zaidi na zaidi. Sisi kama wamama wa kutoka Tana River Garsen constituency tunawashukuru sana viongozi na pia tunashukuru serikali ya Rais Ruto na naibu wake kwa huu mpangilio wa kuzunguka katika kaunti na kusaidia kina mama. Kwa hivyo, sisi kama kina mama wa Garsen constituency tunasema kwanza ni asante kwa kutuangalia na kwa kutukumbuka, na pia tunawakaribisha. E, kwa hiyo siku ya tarehe mbili e, e, mfike mtuchangie kwa sababu tunayo mengi ya kuongea na tunayo mengi pia ya kushukuru serikali ya Rais Ruto kwa hivyo tunawakaribisha kwa moyo mmoja kwa moyo mkunjufu na tuko na furaha ya kuwakaribisha wageni hiyo siku ya tarehe mbili kwa hivyo kina mama mama tunawangoja wageni kwa shangwe mbwembwe na nderemo kina mama... Hata mimi nafuata tu akili ya kina mama vile ile maneno umetangulisha hata mimi nashukuru hata mimi na shukuru ni moja wa kina mama wa Tana River. Ndio mara yetu ya kwanza tumekumbukwa serikali kuu, na tunazidi kukumbukwa. Tuko na shida na shida vile manzangu waliongea. Tunashukuru serikali wetu wa kutoka juu na bunge wetu wa Alhashaka, bila ametuletea maendeleo, tunasema Alhashaka tano tena, na rais rais wa Samoei Ruto pia tunasema tano tena, atatuona sisi mashinani sisi watu wa Tana River. Vile tutakuja na maendeleo vile tutakuja na umoja, yeye mwenyewe atakuja kuona mwingi ma. Sina maneno mengi, nasema tunawashukuru sana wanaotukujia, tunawashukuru sana wanaotukujia hawa wageni wetu waheshimiwa eh, Kithure Kindiki, rais wetu tunataka tuna, tuna tu, tutucha, atuchangie G kina mama wa Garsen Tana Delta, hasa CPT president na wengine ambao watakuja kutusaidia. Tunaomba sana umfike Garsen salama, na sisi tunawakaribisha leo tarehe mbili. Tutakuja wengi tuwasapoti nyinyi, na tunataka kwamba tunataka kukuwapatia kwa tano tena rais tano tena.